au mateso au changamoto ambayo yanampata Mkristo ambaye alimkubali Kristo kuwa mtetezi wa maisha yake na kuokoka. Amen. So, uh, dhoruba ni kama majaribu, na dhoruba husababisha vitu mbalimbali. Tutaangalia mifano ya vile vitu ambazo dhoruba huleta katika maisha ya Mkristo. Kitu ya kwanza ni kupoteza imani kitu cha pili kukata tamaa. Uh, haya haya majaribu yanaweza ya ya ya fanya mtu akakata tamaa, yanaweza fanya mtu akapoteza imani, yanaweza fanya mtu akawa mgonjwa, yanaweza fanya mtu akakosa akapata shida ya fedha ama akakosa fedha. Inaweza pia ikafanya mtu akakosa ajira. Kuna kuvunjika pia kwa mahusiano. So haya hayahaya uh, tukizungumza kuhusu dhoruba hizi Ah, ni majaribu ambazo zinapata Mkristo na katika Biblia dhoruba au majaribu yametajwa mara nyingi sana, na tunataka tuwaangalie kitabu cha kwanza hapa ambao tutajifunza zaidi kitabu cha Mathayo 8:23 mpaka 20 na naacha tumpishe bradha hapa kazi kutusomea na pia tukaendelee mbele. Yes, so. mm-hmm. Akapanda chomboni, wanafunzi kukaa masoko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawingi, naye akalikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona umekuwa waoga enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale, wa, wale watu wakammaka waka wakisema huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtini? naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wager, Wager, Wagerasi Watu wawili wenye pepo walikutana naye wanatoka makaburini, waka, wakali mno, hata mtu asiweze kuipita njia ile. aso ha, so Yesu, hapa tunajifunza ya kwamba mm -hmm. Yesu mwenyewe alikuwa akisafiri akiwa pale chomboni akiwa yeye, yeye na wanafunzi wake. Tunapata pale ya kwamba kulikuwa na, na msukosuko mkubwa bahari, baharini yani, kulikuwa na upepo mkali ambao ulikuwa unapatikana una, una pale ndani ya bahari na mawimbi pia alikuwa ni mengi sana. Kwa sababu Yesu alikuwa amelala, wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamusha akisema, Bwana tuokoe, tunaangamia so wanafunzi walikuwa wana, wana wali, walimwendea Yesu ili ya kwamba wakaweze kuondolewa yale, uh, ule msukosuko ama ile dhoruba ambayo ilikuwa imewapata pale katikati ya bahari walipokuwa wanavuka. Akawaambia, mbona uh, me, mekuwa waoga enyi wa imani hapa? Mara akaondoka akizikemea pepo na bahari, kukawa shwari so hawa mwa, Yesu Kristo baada ya kwamba ameamushwa na wale wanafunzi wake aliweza kukemea ile bahari na aliweza kukemea ile mawimbi na ule upepo mkali, na ile bahari ikaweza kuwa sawa na wakasafiri vizuri. Kwa hivyo dhoruba ni, ni musukosuko ama matatizo ambayo kupata watumishi wa Mungu ama watu ambao walimkubali Kristo kuwa mtetezi wa maisha yao. Na tukiangalia hii kitabu cha Mathayo, basi tunajifunza nini hii kitabu cha Mathayo ama hii historia ambayo tumesoma, inatufundisha kwamba uh, ingawa kuna kuna majaribu ingawa kuna matatizo ama ingawa, ingawa kuna shida, Mungu yuko hapo ili kutusaidia ama kutuondolea hizo uh, majaribu ambayo tunapata, na na, na mambo yetu yatakuwa sawa, ila kama tupate tuna hatua ya kuendelea kumtukuza Mungu. Nataka tuangalie kitabu chingine cha pili, kitabu cha Marko 4 kuanzia 37 mpaka 41, Marko 4 37 to 41, Marko 4 kuanzia mstari wa thelathini na saba inasema, ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwepo katika shepti amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo akayambia bahari, nyamaza, utulie upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakamwambia, ni nani huyu basi hata upepo na bahari kumtii? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ilikuwa tu tumeangalia kitabu ila kwamba tukaweze kupata uhakika waele mambo ambayo ya yaliweza kuzungumzwa katika kitabu cha Matayo. Kulikuwa tunaangalia haya maandiko. Je, ni niwe, wepe ambayo tunawezapata huu ujumbe tuundio tutibitishe kweli ilikuwa ni ukweli. Jakobo moja, Jakobo moja mobl mpaka inasema ndugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mkifahamu ya, ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu kuleta saburi, sab, saburi ni iwe na kazi kamilifu mpate kuwa wakamilifu na wakimilifu bila kufungukiwa na neno tena. Hapo tunaambiwa kwamba ku, uh, Ndugu zangu hesabuni kuwa ni furaha tupu. Hapa tunaambiwa kwamba tukaze kuhesabu yote kuwa furaha, zile dhuruba ama zile matatizo ama zile shida ambazo tunazipitia katika maisha a, tunaambiwa kwamba tukazihesabu kama furaha. Amen, amen. Yale yani matatizo ambayo tunapitia, hizo kazi ambazo tulizipoteza, kwa uhusiano ambao ulikulikatika Uh, kila changamoto ambayo tuko nao katika maisha, zile ajira ambazo hatuna hatuna ajira, basi vyote vyo hesabu ya kwamba ni kama furaha tupu. Mkiangalia katika majaribu mbalimbali, tukiangalia katika hayo majaribu yote ambayo tunapitia, basi kwetu sisi ikawe tu tua hesabu tu yote kuwa ni furaha kwa sababu kupitia hayo majaribu ambayo tunapitia ama kupitia uh, hizo hiyo uh, dhoruba ambayo tunapitia imani yetu pia kuongezeka, asuo Yesu Amen. Tena mat tunasema kwamba mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu kuleta subira. Kwa hivyo tukijaribiwa, tukijaribiwa ndio imani yetu huwa inakuwa kubwa Amen. Tukijaribiwa huwa imani yetu inakuwa kubwa Amen wasubira na iwe na na kazi kamilifu mpate kuwa uh, wakamilifu na watimilifu bila uh, bila kupungukiwa na neno. Kwa hivyo tukiwa ni, wa, ni watu wa kuvumilia majaribu ama ni watu wa kuvumilia majaribu, watu ambao tukipata tukipata majaribu tunaenda mbele za Mungu, basi hapa natuambia kwamba tutakuwa wavumilivu na watimilifu. Amen, amen. Sio kidogo, natuambia kwamba tu, tunapojaribiwa tukaweze ku kufurahia kwa sababu kwa njia moja ama nyingine imani yetu inaweza kuongezeka tena. Hapo tukiangalia sababu nyingine ni kwamba uh, uh, sema kwamba inatuandaa kwa makusudi makubwa zaidi. Kwa hivyo tukijaribiwa, ni tukubali na tukachukulia yale majaribu kama furaha tu kwa sababu gani? Tunaandaliwa kwa jaribu lengine kubwa zaidi, aso Yesu. Ndio tuweze kukua katika wokovu, lazima tupitie madharibu mbalimbali ama dhoruba mbalimbali, aso Yesu Amen. tena dhoruba hukuza imani ama imani yetu hukua kubwa. Amen, amen. Tena majaribu hufunua udhaifu wetu kwa sababu ukipatikana na majaribu ndo utapata challenge ya kuomba ama yani, majaribu yalikuja yanakupatia changamoto ya kuzidi kuenda mbele za uso wa Bwana ama kuenda katika Bwana. Taka tumalizie na kitabu cha Petro wa kwanza tano kumi. Petro wa kwanza tano kumi, Petro wa kwanza tano kumi: na Mungu anehema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake na wa milele katika Kristo, nikisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Hiyo nasema uh, kwamba na, na Mungu wa neema aliyewaita, uh, kuingia katika utukufu wake yule Mungu mwenyewe ambaye alituita kutoka kule ambako tulikuwa hatujamjua Kristo, akatuleta katika ufalme wake. Basi anasema ya kwamba uh, ni, uh, n, uh, n, uh, uh, uh, kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo Yesu mki- uh, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo. Yule ambaye ametuita kwa neema, tumekombolewa kwa neema na sasa ule ambaye ametuita anatujua as Yesu Amen. na basi tukiteswa, si mateso ya muda mrefu, ni ambayo mkiteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Kwa hivyo haya majaribu ambayo zinapitia unatengenezwa katika huduma pengine unaweza kuwa kwa huduma, lakini kuna vitu ambazo hazijakamilika mpaka upitie katika moto, upimwe. Je, hii hii kazi ambayo mwanangu anaifanya anaweza kuifanya ema? Akipatikana na jaribu ataweza kuangalia huku na huku Kwebu. kwa hivyo tukijaribiwa ni kwamba Mungu anatutengeneza kwa ile kazi njema ambayo ametupangia pale mbeleni, tukijaribiwa wa Mungu anatengeneza ile ile ile, imani inazidi inakuwa ina vizuri. asio Yesu Amen. Kwevo, kwa hivyo kama tuko na kwa huduma na kama tulimkubali Kristo ama tuliokoka tuliacha tuli yote tukamfuata Kristo, basi tukipota na maana majaribu ni tukavumilie, kwa sababu gani? Anatutengeneza kwa ile njia ambayo ni nzuri zaidi. asio Yesu Amen. Na pia ile mipaka ya huduma hmm, inaongezeka kupitia hii majaribu asifiwe Yesu. kama wewe uh, kama wewe mtu ambao umeokoka kubali ma, uh, haya, hii dhoruba ikupata, kwa sababu kupitia hii dhoruba ndio milango mingine itafunguka, mahali pengine milango itafunguka. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. So tukao watu tusio watu wa uh, waku wakulomu sana. mbona kila siku mimi mbona kila siku mimi haa majaribu ikupata, huwa inakuja na iko na mlango wake wa kutokea. Kwa hivyo ikikuja, ni tuichukulie kama changamoto mbele za Mungu, so Yesu. Amen. Basi mimi naona sitaendelea sana na na nanashukuru kwa kunisikiza, na sina mengi mimi, na sidi tu tuendelee uh, kufuatiliana katika mitandao. Basi mbarikiwe, ni hao na...